koroboti iria chikoirana na sama temwa ya manene ya omwaka oyo erik maube na mange nasekenyoroo kiagetu twegotokeime ya masongo ebonge ya nyaribari chache kaunti ya kisi asenka yo mangina josephine kerubo yo mochokorao yarueta asenke yoiga semotinya okabira omwaka oyo korinde goikaba ono tanya kororekana gosekomanyekana asare koreng'ana nere nigo omwana brian ongeri oyo osoma asegerer gia keandease esukuru yaoborose ya masongo aborete maego yaokorarimocho chingakiechio naboigo achingakiarobere gochi goikara nsasa matemwa manene ya omwaka oyo iga nimbwate omochikorokoroku brian ongeri omwana oyo iga ga rweta omotenya okabere boneekero arwete omotenyw okabere ega iga igagosete

bona agacha ngamoteita tasoa esukuru nkaenda esukuru nkamosabera ribagagasoa abarimu bakamoteita ta ekonye ochaguo somo ocha gwa ekonye bono akagenderera bono neeri riakaberetima itinga ng'a naende no achiete abanto bande igo bana bagotebia omwana omwaba esukuru ng'a iga agotoka gekomu mare otoka nyakoe mare otoka around about niko bono aborire onde omoroche gwakoroboti rimorioke erikoine kiabuna nkomoikera bare nakoirana ase nka yabo eriakoirana gokora amatemwa aya bete gakweriakia erinda che goekonya ase amatuko re bosio achagokora matemu nondå omobwatete amobwatåke ache acha mwekera kurira mate matemu nabakwire na gåchi na acare korpotriata tv koroga masongo bongenyaribari chachia county ya Kisi nigonkoro kwa eric maobe